Naam, tuendelee na kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu. Ni kesi ya uhaini, ni sehemu ya tisa ambapo hapa sasa tunamwona Jaji Ndunguru anauliza mshtakiwa, una maswali ya dodoso? Mheshimiwa Lissu anasema ninayo mengi sana. Mheshimiwa Lissu anaendelea, na nyie ambao mna watoto mnawapeleka kuwa askari polisi, mnawapeleka kwenda kutenda dhambi za kusema uongo mjue hivyo. Anaendelea sasa. Koplo Michael, unakumbuka ulitoa maelezo ya yako na unaweza kuyatambua ukiyaona? Anajibu Koplo Michael, ndio, unaweza. Anapatiwa maelezo yake hapa. Koplo Michael, haya maelezo ni ya tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne Nimeyatambua, yana saini yangu. Lisu, naomba nikusomee maelezo yako na pia nitakuonyesha maeneo ninayotaka tu kuimpichi na baadaye nitamwomba yapokelewe kama kielelezo. Anaanza kumsomea hayo maelezo yote huyu afande Michael. Lisu: Je, yote niliyoyasoma ni maelezo yako? Kopla Michael: ndiyo ni yangu. Lisu, sasa nakusomea maeneo ninayotaka kuku kukontradikti ikiwemo kilichotokea tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne, maneno uliyoyasema wakati una mhoji kuhusu wanataka kufanya uasi dhidi ya serikali ya CCM. Anamsomea hayo maneno, amefikia eneo la kumi. Sasa Lisu, je, uko tayari yapokelewe kuwa ushahidi mahakamani. Anajibu hapa Koplo Michael. Maelezo haya niliandika kwa kifupi tu. Lisu, wewe polisi, jibu swali langu, usilete stori za line polisi hapa. uko tayari apokelewe? jibu ndio au hapana. Koplo Michael. Kama jamhuri watalizia sina kipingamizi. Jaji Ndunguru yatakuwa ni ya D5, yani ushahidi wa utetezi wa namba tano. Mheshimiwa Lisu, naomba apewe D5. anapatiwa hayo Lissu. Kwamba ni askari polisi toka mwaka 2015. Yapo kwenye maelezo yako. Copro Michael anajibu. Huo mwaka haupo kwenye maelezo yangu. Lissu. Ulijiunga 2012 na 2013 ukafuzu jeshi la polisi. Copro, Michael sikuandika hayo. Anaendelea Lissu hapa. Sema kwa sauti we polisi. Copro, Michael nimesema kwa sauti mbona? Anaka sauti fulani hivi. Kidogodogo, amevaa miwani, macho ni mekundu sana. Tutaendelea eh, na sehemu ya kumi ya kesi, inayo, kesi ya uhaini inayomkabili Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu.